Na tutacheza mchezo huu dhidi ya klabu ya Mbeya City, lakini kama ilivyo ada na desturi ya klabu yetu, kwa kushirikiana na GSM Foundation, leo tena hapa Mbeya tumepata bahati ya kukitembelea kituo cha Bibi Aisha, na wenye kumbukumbu -kumbu, hii itakuwa ni mara ya pili kwa klabu yetu Young Africans kukitembelea kituo hiki hapa Mbeya, na tumekuja hapa kuhakikisha kwanza tunawasalimia watoto hawa ambao wako hapa kwenye kituo cha Bi Aisha, lakini la pili kwa kushirikiana wenzetu wa GSM Foundation tunawapa kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia kiweze kuwasaidia na wao kwa leo. Uongozi wa Young Africans ambao umekuja hapa tumeongozwa na rais wa klabu yetu engineer Hersi Ali Said, lakini sambamba na rais engineer Tunaye pia mjumbe wa kamati tendaji ambaye ni Alex Ngai. Sambamba na Alex Ngai, tunaye pia mkurugenzi wa masoko na wanachama kaka yetu Ibrahim Samuel, tunaye pia mratibu wa klabu yetu Hafidh Saleh, lakini pia tunaye eh, mratibu sasa wa shughuli za wanachama hapa Mbeya, mzee wetu Castella pamoja na viongozi wengine na wanachama mbalimbali mbali ambao tumeambatana nao kuja hapa. Furahi sana kwa ujio wenu na upendo wenu. Biaisha Foundation ni kituo ambacho kilianzishwa siku nyingi na kilianzishwa kienyeji, lakini mwaka jana tumekisajili kime kimekuwa kituo rasmi kwa sasa, tumesajiliwa kwenye serikali. Kituo chetu kina jumla ya watoto ishirini na sita, katika hao ishirini ni watoto wa kiume na sita ni watoto wa kike. Watoto wetu katika hao watoto 21 wanasoma, lakini watoto watano bado hawako shuleni kwa sababu mbalimbali mbali. Tunawashukuru sana kwa ujio wenu, mje tena na tena maanake hii ni mara ya pili, lakini tunadhani sio ya mwisho. Tungependa kuwaona tena, kuja kwenu tunafarijika sana. Kituo chetu bado kipo kwenye zile harakati za kutafuta wafadhili. Kwa ajili ya, ya ujenzi wa jengo, tumepata mfadhili wa kutucholea ramani ya jengo letu la kituo. Tuna jengo la ghorofa moja tunatarajia kulijenga, lakini tun, tunapenda kuwaomba Young Africans mkishirikiana na GSM na leo viongozi wenu wapo hapa, basi mtufikirie kutupa msaada huo tuweze ku, kujenga jengo letu, maanake mazingira kama mnavyoyaona mazingira watoto wanaishi ndio vizuri, lakini mazingira kusema kweli hayaridhishi kwa maisha ya watoto wetu. Kwa hiyo tunaomba msaada wenu katika hilo, hasa hasa mambo mengine mna, kama mnavyoendelea kutusaidia na wafadhili wengine, basi tutoe shukrani zetu za dhati kwa sababu mmetusaidia sana na mnaendelea kutusaidia na hata salamu zenu tu mnavyotupigia simu tunashukuru sana, tunafarijika kwa ujio wenu kwa niaba ya Biaisha Foundation nitoe shukrani zetu za dhati. Assalamu alaikum. Habari za mchana saa sita tayari eh? Bado kidogo Eh? Ah, uh, basi asubuhi. Ah, uh, napenda nitoe shukrani zangu za dhati kwa kuweza kutupokea kwenye kituo hiki cha Biaisha Foundation. Mimi niwapongeze sana kwa jitihada zenu mnazoendelea kuzifanya kuweza kuwasaidia hawa vijana ambao wenye uhitaji mwingi. Na sisi Young African kwa kushirikiana na GSM Foundation kama ilivyo kawaida yetu kutoka kwenye klabu ya wananchi, hii ndio klabu ya wananchi wote wa nchi hii ya Tanzania, au wengine ni kutokana tu na jeuri jeuri zao, lakini wote sisi wote ni wananchi kushirikiana na taasisi hizi mbili tumeleta hicho kidogo ambacho tunaamini kinaweza kikaongeza kitu kwenye hiki kituo. Tunaomba mkipokee. Vile vile wakati huo, tupo hapa Mbeya kwa ajili ya mechi yetu ya pili ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mbeya City ambayo tutacheza leo, basi tuwaombe wakati mtakapopokea hicho kidogo tulichokuja nacho, basi mtuombe dua Eh, ili tuweze kupata matokeo mazuri kwa sababu Yanga inaposhinda tunaamini hata watoto wenyewe kwenye hiki kituo na wao vile vile wanafarijika na wanakuwa na furaha sana. Wakati huo huo tuendelee kumwombea kuombea Mungu nchi yetu kwa sababu tuko kwenye mwaka wa uchaguzi, tuombe tuvuke salama na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaamini kabisa tutafika kule tunakokuhitaji kufika. Kwa hiyo baada ya kusema haya, basi naomba tukabidhi hivi video vichache tulivyokuja navyo, muweze kuvipokea. Asanteni sana.